naitwa Dr. Gabriel Elias, ni mganga mfawidhi wa kituo cha afya cha Town Clinic lakini pia ni mratibu wa magonjwa ya tiba banda. Fangasi ni aina ya wadudu ambao wanashambulia sehemu mbalimbali za mwili, hmm. Anaweza kushambulia kwenye ngozi, kuanzia kwenye kichwa kwenye ngozi, kwenye mikono, kwenye miguu na mpaka sehemu za siri. Fangasi kama walivyo wadudu wengine wanaosababisha magonjwa wanapatikana kwenye mazingira yetu ya kawaida, lakini pia wanapatikana kwenye e, vitu tunavyovaa kama nguo e, zikiwa chafu. Wale ni wadudu ambao wanapenda mazingira kama hayo. Sasa wanaweza wakafikia sehemu za siri kupanda e, kupitia hizo sehemu za siri zenyewe, kama mtu amekaa na uchafu kwa muda mrefu wanaingilia sehemu za siri wanapanda mpaka wanaweza wakafika huko kwenye via vya uzazi na kusababisha maambukizi. Pengine baada ya kupata maambukizo hayo ya fangasi fangasi, eh, fangasi hao wanaenda kusababisha mabadiliko kwenye zile sehemu za za siri, ikiwepo ndani ya uke na kuanza kuzalisha uchafu. Sasa uchafu huo unaweza ukasababishwa pia na wadudu wengine ambao sio fangasi kuna eh, bakteria ambao pia wanasababisha huo uchafu ambao unatoka. Kwa hiyo kuna haja ya eh, jamii kutokutumia dawa bila kupima kwanza. Kwa hiyo eh, fungus yanapoingia anasababisha eh, unakuwa unatoka kama eh, uchafu mweupe ambao unaambatana na mwasho, lakini eh, bakteria nayo anasababisha uchafu huo, lakini harufu yake inakuwa ni tofauti na huo fangasi. Kwa hiyo eh, ishauli jamii anapoona uchafu wote unatoka sehemu za siri, asipimbilie kununua dawa za fungus kwa sababu kuna aina pia ya bakteria anaozalisha uchafu fungus. Sasa mimi, kama mimi, nitajuaje kwamba hapa nina fungus au nina tatizo jingine? Asante. Kitu cha kwanza eh, daridi hizo za uchafu zinatakiwa ah, jamii ielewe kwanza kwamba huwezi ukatofautisha kwa macho cha kwanza kabisa ni kuwahi hospitali. Kuna vipimo maalumu ambavyo vinaweza vikafanyika huweza kugundua kwamba je, huyu ni fungus au huyu ni bakteria. Sasa baada ya kupimwa, na fangasi zenyewe zipo za aina mbalimbali na matibabu yako tofauti kulingana na aina ya fungus. Kwayo, afisha, pimo, ndolo, kwa hiyo akishapimwa ndo itaweza kujulikana kwamba ni fungus wa aina gani na dawa gani itamfaa baada ya kufanya vipimo. Kwa hiyo ninaendelea kuiasa jamii kuto kujichukulia na kununua dawa ambazo hawajapima. Kwa hiyo ni ngumu kwa mtu wa kawaida kuweza kusema kwamba huu ni uchafu wa fangasi au huu ni uchafu wa wa kawaida wa, wa bakteria. Kwa hiyo kikubwa, tuwahi kwenye vituo vya kutolea huduma huu uchafu ili kuweza kujua, kwa sababu tumeimarisha sekta ya afya, vipimo vipo vinavyoweza kugundua haya magonjwa yote. Tufike kwenye vituo vya afya ambao viko karibu kwa ajili ya kupima na kujua ni aina gani ya bakteria au fangasi ambayo inasababisha huo mwasho. Sawa. Sasa nini kifanyike ili kuepukana na ugonjwa huu wa fangasi sehemu za siri kwa wanawake? Asante. Cha kwanza kabisa ni usafi, usafi wa sehemu za siri, lakini kingine eh, ni kuepuka eh, wa kufanya ngono zembe na mtu ambaye sio sio, humjui hali yake, kwa sababu hao fangasi wanaweza akatoka, eh, kwa mwanaume akamwambukiza mwanamke mmoja, na kama na wanawake zaidi ya mmoja anaweza akasambaza kupitia hiyo njia ya kufanya mapenzi, kwa sababu mwanaume naye anaweza kabeba wale wadudu wa, wa, wa, wa fangasi kwa sababu ya ule uchafu sasa wale ambao hawajatahiriwa nakwenda kumwambukiza mwanamke mwingine, na ambaye naye atampata ugonjwa naye anaweza kutoa tena kwa huyo kupeleka tena kwa mwingine kama kuna uaminifu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.